Mekuja kumuonyesha Mheshimiwa Waziri Mkuu kazi kubwa iliyofanywa na serikali hii kwa maelekezo ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, kupitia mradi wa Digital Tanzania Project, N-Card huitwa Jamii Card ili Mtanzania huko tunakokwenda awe na kadi moja, ile kadi aweze kuingilia mpirani, apande feri, apande mwendokasi, apande SGR, afanye bidhaa mbalimbali. Jamii Card yetu itakuwa ni replica ya Visa Card ama Mastercard kimataifa. Sasa Jamii Card ndio itakuwa kadi ya Mtanzania, utapata pembejeo na Jamii Card na Jamii kadi hii vile vile, tunashikiana wenzetu wa NIDA katika mfumo huu, mradi huu wa digital Tanzania Project, kuweza kufanya kazi ya ile namba ya NIDA kuwa jamii namba. Nadhani mmesikia kwa mtanzania awe na namba moja, mtanzania awe na kadi moja, afu kila mtu aweze kutransact kupitia kadi hii, akaunti yake ya benki yake kwenye kadi hii, miamala yake ya simu kwenye kadi hii, apandie mwendo kasi, alipie uwanja wa taifa, afanyie manunuzi, ndo kaviza yetu kwa kitanzania na hii inawezekana kwa kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akiifanya na fedha nyingi anazozitenga kupitia wizara mawasi ya Mawasiliano na teknolojia ya Habari kupitia mashirika yetu kama TTCL na eneo hili la NIDC.